Wao watoto kuzaliwa walipo pasuliwa mama yao walitoka watoto, watoto wawili wameungana miguu miwili mitatu kichwa viwili tumbo moja, sasa hivi na mguu mmoja mmoja, na hali zao ni nzuri tu. Mi kwa Watanzania nahitaji tu waendelee kunisaidia tu na kulingana tu. Hii hali ya watoto, lakini sisi kama wafanyabiashara biashara tumebata bahati ya kuwatembelea na kuwaona Nianze kwa kumtia moyo baba wa familia hii kwa kuonyesha ujasiri. Kuna watu wengi wakizaa watoto mapacha halafu kilema, wanaume wengi wao wanakimbia familia na kuacha mama na watoto wanateseka. Tuliona sio mbaya tukijumuika kwa pamoja tukatoa msaada kama sehemu ya shukrani yetu. Nishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shukuru pia wabunge wetu kwa sababu walikuona na wakaamua kukusupport kwa hapo ulipo. Binafsi ah, pamoja na familia yangu na duba zangu vina kidogo kwa ajili ya kuwasaidia, lakini huu utakuwa mwanzo tu wa msaada wangu. Mama Samia ambaye ndo rais wetu, waliwasaidia watoto wakaenda Saudi Arabia, na kwa kushirikiana na serikali tupo nao karibu. Kuna mafsalishe maafisa ustawi wapo karibu sana na hii familia, na sisi tunaendelea kusema ya kwamba tutaendelea kuwa pamoja na familia hii.